Hey, ndugu watazamaji wa Planet Media. Kwa jina ninaitwa Mwalimu Mitegeko Ngongo Mpuga, ni mkurugenzi wa Planet Media. A Planet Media ni chaneli ambayo inahusika na huduma ya neno la Mungu Madhumuni yake ni kupeleka na kusambaza injili ambayo ni neno la Mungu, kusapoti mikutano ya injili kwa kutoa vifaa vya mikutano kama vile gari la matangazo, spika na mziki, kwa ujumla, kutoa huduma ya vivuli kama vile huduma ya tenti pamoja na viti a, kurekodi audio na video, kusambaza injili kwa njia ya mtandao a, kufadhili makanisa kwa kazi kama vile kupaua majengo na kukamilisha majengo ambayo tayari a, kanisa lilikwisha kuyaanzisha kuendesha harambee mbalimbali kwa ajili ya ujenzi wa makanisa, kununua maeneo kwa ajili ya ujenzi wa makanisa, kuimarisha huduma ya uimbaji kama vile kwaya kwa njia ya ufadhili. moto wetu ni inuka uangaze yenye malengo ya kuanzisha huduma mbalimbali za neno la Mungu. Madhumuni yetu kuanzia sasa na hapo baadaye ni kumwomba Mungu ili aimarishe huduma hii tuweze uh, kuwa na huduma na kituo cha redio na televisheni. Ah, mawasiliano. Planet Media unatupata kwa namba ya simu ifuatayo. Utaandika namba ya voda ambayo ni 0764 38 14 36. Jitarudia 0764 38 14 36.